Nam, Sheikh, pengine tukiangalia kwa undani zaidi, nini hasa uzito wa fadhila ya siku ya Arafa katika Uislamu na kwa nini inachukuliwa kuwa kilele cha ibada ya Hija? e, ni kweli ni kwamba hii siku katika imani ya Kiislamu uh-huh. ni siku ina uzito wake. Kwanza ni siku ya kihistoria kwa maana ya kwamba Mtume Ibrahim alifanya mambo haya yote katika sura hizo moja, uhum. Lakini Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwaelekeza watu kwenye swala zima la ibada ya Hija, alivyokuja Arafa siku ile, Mtume alisema alhajju arafa, kwamba hija ni Arafa. Mtu kuwepo Arafa kutwa mzima na sehemu ya usiku vilevile vile, kama mtu anapokaa usiku tayari amehiji. Sasa hii Arafa ndio al haju lakbaru ndio hija kubwa uh -huh. miongoni mwa faida na uzito wa Arafa ni swala zima ambalo Allah subhanahu wataala katika Quran Suratu Lhaji amezungumza watu waje, liyashhadu manafia lahum, ili watu waje washuhudie manufaa yao uh -huh. manufaa ya wanadamu ni mengi sana. Kuna manufaa ya kiuchumi, kuna manufaa ya ki, ya kijamii kuna manufaa ya, ya ya ya, ya kisiasa. Kuna manufaa mengi sana mm. Lakini miongoni mwa manufaa hayo ni manufaa ya ile tangazo la Allah subhanahu wa taala kuwatangazia malaika na kuwashuhudisha malaika kwamba leo nina wasamehe waja wangu, wamekuja kunifata mimi, wamekuja kuniomba, wamechoka, wako taabani mm. Sasa leo nina wasamehe. Sasa hii kitendo cha kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu, na hili ndiyo lengo la Muislamu yoyote, lengo lake kuu ni kupata radhi za Allah na kuingia peponi, kwa sababu siku hii ni siku ambayo unatolewa msamaha unatolewa fadhila za Mwenyezi Mungu, watu wanakingwa na moto mm. watapewa pepo kwa ahadi ya Allah. mm -hmm. hii ni siku adhimu na ni manufaa makubwa kuliko manufaa mengine yote, ambayo ni manufaa anataraji Muislamu kuyapata hapa duniani, au mwanadamu kuyapata hapa duniani. Sheikh Ndauga, unazungumzia fadhila, rehma, neema ambazo zinapatikana katika eneo hilo takatifu, lakini moja ya mjadala inayotikisa mitandao ni tabia ya baadhi ya mahujaji kupiga selfie, kujirekodi wakiwa wanafanya ibada hii kwa kutumia dua za watu binafsi wakitaja majina yao. Kwa mujibu ama uh, kwa mafunzo ya dini, hili linaruhusiwa kimtazamo wako, kwamba mtu anaweza kufanya ibada lakini vile vile kurekodi na kujitangaza mitandaoni kwamba anashiriki ibada eh, ya, ya hija? E, nashukuru sana, ni swali zuri sana umeniuliza dada yangu mtangazaji, swali yeah zuri sana yeah. E, ni kwamba Si, si mtazamo wangu mimi binafsi naweza nikasema na nikawa na ki, nikasema kwa kifua mbele, huu ni msimamo wa dini kwa mtu ambaye anayefahamu dini. uh -huh. kwa sababu nikisema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi iliyokuwa wazi kabisa, Akhawafu ma akhafu alaikum ashirkul asgharu, jambo nalihofia sana kwenu nyinyi kwenu nyinyi wafuasi wa, wa, wa, wa wangu ni shirki ndogo Maswahaba wakamuuliza Mtume, ma huwa shirkul asghar, ni ipi hiyo shiriki ndogo? Mtume akasema arriyau, ni, ni ni ria mm -hmm. Ria maana yake, definition ya ria maana yake ni kujionyesha, kufanya ibada ili mtu fulani ya kuone kwamba umefanya ibada ile na usifanya ibada ile kwa ajili ya Allah Ria kinyume chake ni ikhlas. Mm -hmm. Ikhlasi ikhlas ni kufanya kazi kwa kumtakasia Mwenyezi Mungu, yeye ndio ajue unachokifanya, lakini ria maana yake ni mtu mwingine aone. Mm -hmm. Kwa mantiki hiyo na kwa hadithi hiyo wazi, mm -hmm. na mimi nimekuwa ni miongoni mwa wapiga debe wakubwa na kuwalaumu watu na kuwaambia mimi siwezi nikavaa vitu anamne na wala sitaki kwamba mm -hmm. ninapofanya ibada halafu unajipiga selfie. Sasa huyu mtu ambaye unayemuonyesha aone unafanya ibada ile. Sasa unatarajia mtu huyu anakulipa nini? Mtu huyu atakusifu, na usipoangalia Allah atakuja siku ya kiama wao unadai thawabu. Uhum. ulifanya amali fulani, Allah akasema kwamba amali hiyo ndiyo uliifanya lakini uliifanya sio kwa ajili yangu mimi, uliifanya kwa ajili ya watu wengine na wale watu wengine walikuona, na walivyokuona walisifu. Kwa hiyo tayari fadhila zake au thawabu za jambo hilo au malipo yake ulishayapata kwangu. Mimi hakuna mimi ufanye kitu kwa ajili yangu mimi. Allah anasema mm -hmm. wama umiruu illa liabudullaha mukhlisina lahu dini, mm hawajaamrishwa -hmm. mm -hmm. ila wa muabudu Allah wamtakasie dini yake. Sasa ibada na tuful Kaaba, ibada na piga jiwe. Ibada niko Arafa, unapiga selfie watu wakuone. Hapa ni kwamba ibada hiyo umeifanya, umemchanganya Allah na vitu vingine. Nadhani watakuwa wamenielewa, na usia wangu mimi mkubwa, watu waache hivyo. Bali samahani kidogo, mimi sikatai hata dina ikatai, katika ibada ya hija kuna utalii vile vilevile, tumeambiwa tu utalii, tuone hicho na hicho baada ya ibada ya kumalizika, nenda mahala kama utalii sio ibada tena, ni kama utalii. Uh -huh. Kama ungeenda katika mbuga za wanyama piga picha kwamba hapa, uh -huh. hapa ni mahala fulani nipakumbuke, hapa ni mahala fulani, lakini sio wakati wa ibada yenyewe. Unaitekeleza ibada ile kwa masharti maalum, kwa matakwa maalum, kwa viwango maalum, alafu hapo hapo Allah akuone na watu wengine wakuone, na unatangaza hilo ambalo litakuwa halipo katika sheria ya dini na litakuwa watu wanafanya kama ni kwa ujinga. Uh -huh. sawasamehe lakini